Akiangazi Waziri wa ardhi Alice Wahome sasa anasema kwamba shamba la ekari elfu nne mia saba la Olkiombo ndani ya hifadhi ya Maasai Mara lilitolewa kinyume cha sheria. Waziri Wahome amefafanua kwamba ardhi hiyo haikupimwa kabla hati miliki kutolewa kwa Livingstone Kunini Ntutu ambaye ni ndugu ya Gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu. Mwanahabari wetu Emily Chebet anaarifu mengi. Shamba hilo ambalo limekuwa likisababisha migogoro ya kisheria kwa zaidi ya miaka 30 kati ya sehemu ya jamii ya Wamasai kaunti ya Narok na Kunini Ntutu kwa sasa lipo mahakama ya rufaa. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge kuhusu ardhi, waziri Alice Wahome alisema kuwa rekodi za umiliki wa shamba hilo hazieleweki na zinaibua maswali mengi kuhusu jinsi shamba hilo lilikabidhiwa Kunini Ntutu. you can

Kauli hii ya waziri wa ardhi ikiibua maswali chungu mzima.

Wengineko wenyeji takriban elfu moja wameandamana mjini Olulunga hadi afisi ya naibu kamishna wa Narok kusini kupinga unyakuzi wa ekari mia moja kumi na tisa eneo la Cis Mara Orkirieine wadi ya Uasonyiro. This one has done Wamekuja kugawa hiyo hati machifu wawili, assistant chifu na mwingine ameanza retire. Ni mahali tumetenga tuweke shule secondary. Ni mahali tumetenga tuweke university, ni mahali tumetenga tuweke hospitali. Emily Chebet, runinga ya ya Citizen. Taarifa nyingine zinaarifu kwamba baadhi ya